Injili ya Luka sura ya ishirini na moja aya ishirini na tisa hadi thelathini na tatu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano: utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapokuchipuka mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu Amini na waambieni, kizazi hiki yakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe.

Kama ambavyo mlishatangaziwa tangu jana jioni, nimeanza ziara ya kichungaji katika parokia yetu ya Bikira Maria Mama wa Mungu Cheyo, na katika ziara hii nitakuwa na fursa ya kuweza kukutana na waamini wa kama vile leo tunavyokuwa hapa tumekutana nyinyi katika kanda yetu hii, mojawapo ya kanda zinazokuwepo katika parokia ya Cheyo. tutakutana na waamini wa, tutasali pamoja, tutafahamiana. Kuna wengine naamini kabisa na nafikiri ni kweli, ni mara ya kwanza labda tunaonana mimi mwenyewe kwa wote siwezi nikawakumbuka, hata kama tulishaonana sehemu nyingine. Najua huwa mnakuja hata huko jimboni kwenye maadhimisho mbalimbali, kwenye hija, lakini siwezi nikawakumbuka kirahisi. Na nyinyi kwenu inakuwa ni rahisi, lakini hatujawaokaa pamoja karibu hivi. Mtapata nafasi ya kukutana na waamini hata na watu wengine wenye mapenzi mema, marafiki wa kigango marafiki wa kanda yetu, tunakutana nao vile vile, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi anayotujalia tunapokutana siku kama hii ya leo, au napokuwa katika ziara na kichungaji. Moja kubwa ambalo naliweka katika programu zote nazokuwa nazo ni hilo la kupenda kualika waamini kubaki katika imani hiyo ambayo tumeipokea na imani ambayo tunapenda ituongozi na tuweze kuishi tukuishi kweli kama waamini ambao wanaongozwa na hilo ambalo mama kanisa katufikisha sisi, nikiwashukuru kwanza waamini ambayo wamelipokea hilo ambalo wachungaji wamelileta, lakini kwa namna ya pekee nawashukuru vile vile wachungaji ambao anakuwa naifanya kazi ya uinjilishaji kumfanya Mungu huyu aliyefunuliwa kwetu na Kristo Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme, kama alivyotangazwa na tulivyomhubiri Jumapili iliyopita ya 34 ya mwaka, ambao ilikuwa Jumapili ya mwisho ya mwaka wa kanisa. Tuko tunamalizia sasa ili juma na Jumapili inayokuja kuja, mnafahamu ni Jumapili ya Majilio. Tunaanza kipindi kipya ambacho kinatuandaa kabisa katika kumpokea huyu Bwana wetu Yesu Kristo mfalme. Kumbe imani hiyo katika huyu Bwana wetu Yesu Kristo ndio muhimu, ambalo tunakuja kulitangaza na kuja kushirikishana pamoja na nyinyi waamini. Tuendelee kukiri imani katika huyu ambaye ndiye kiongozi wetu, hakuna kiongozi mwingine zaidi ya huyo. Sisi wengine tuko katika kumtumikia na nyinyi vile vile, wale walioamini, nyote mko katika kumfuata huyo, na baadaye mje kumtangaza kwa watoto, mje kumtangaza kwa majirani, mje kumtangaza kwa yoyote yule ambaye mnafikiri ni vizuri amfahamu huyo mkombozi wetu, ambaye ndiye amekuja, na cha kwanza ambacho amekifanya kabisa cha pekee, akatukomboa kutoka katika ile hali ya giza na kutuingiza katika hali ya mwanga, ya kutupeleka katika ufalme ambao ndio tunausikia sasa katika masomo yote yanayosoma kwenye hii Jumapili. Hautuseme juma hili na hata hayo majuma yaliyotangulia ni kuhusiana na hicho ambacho wote tunaalikwa tukitafakari, na sio kualikwa tu tukitafakari bali tunaalikwa tujiandae, ili siku moja na sisi tuweze kufika huko, ni kwenye ufalme huo usio na mwisho, kwenye uzima wa milele, kwenye neema hizo ambazo tunazipata ambazo zinatupeleka kwenye heri ya milele na no hayo tunayasikia yanaandikwa ndio hayo yanayotabiriwa na kina Danieli. Somo la kwanza ilikuwa anazungumzia hicho, huyo mfalme anayekuja kakaa kwenye kiti si mwingine, ni huyo anayekuja kutuhukumu, ni Bwana mwenye utukufu, ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anakuja kuwahukumu wazima na wafu utakapofika hapo mwisho. Kumbe sote tunaalikwa tuweze kujiandalia hilo ambalo linakuja la kuja kutuingiza katika nafasi hiyo isiyo na mwisho, huko ambako tunaenda kumwona Mungu kama alivyo. Hilo lazima tulisisitize tunapokutana na waamini daima, na sasa ni wakati mzuri tunapo hasikia hayo masomo ya mwisho wa nyakati. Kama vile miti inavyoisha, huo mtini unakwisha, maisha mengine mapya yanakuja. Sisi tunakumbusha waamini, maisha yetu hayaishii hapa ulimwenguni, hapana. Kuna maisha baada ya haya maisha ya ulimwengu, nayo ni maisha ya utukufu usio na mwisho. Huko ambako tunaandaliwa kwenda ni huko ambako Bwana Mungu wetu mwenyewe kapenda kwamba twende huko tukafurahie hayo maisha, ambayo ni ya utukufu, ni ya furaha tu. Hakuna tena vilio, hakuna tena majonzi, hakuna tena usumbufu kama huo tunaoupata hapa Kumbe lazima tujiandalie hayo maisha. Ndo mwisho wa nyakati ukifika, kama alivyosema, yote yatapita, lakini maneno yake hayatapita. Ndo tumelisikia katika somo la injili kutoka katika mwinjili Luka, mengine yote yatapita. Kwa hiyo yote ya ulimwengu yatapita, lakini yale yake aliyasema, na na moja hilo, ni hilo kwamba ule utukufu ufalme ambao ndio tunaotegemea kwamba upo. Hayo maneno ni ya ukweli mtupu, na atakuja kuonekana katika hicho ambacho, wale ambao watakuwa wamejiandaa vizuri, ili waweze kushuhudia, watakishuhudia napo. Hivi ndio itakuwa mwisho wa maneno haya yatakapokuja kuonekana na kweli yakawa ni maneno ambayo hayawezi yakafutika ambayo Kristu mwenyewe ndiye kasema. Kumbe ndugu zangu, tunakuja kuimarishana katika hilo la kupenda. Sasa tumfuate huyo Kristo mfalme wa ulimwengu bila kuchoka, na tunamfuata tukifanya nini? Tunamfuata huyo bwana wetu Yesu Kristu mfalme bila kuchoka, tukiyatenda na kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Leo ni siku ya Ijumaa. Kuna wengine wengi hapa, kama sio wengi, lakini baadhi ambao ni wapenzi na wamejiunga katika chama hicho cha moyo mtakatifu wa Yesu. Sasa sisi tunapojiandaa tunapokuwa tunamfuata huyu bwana wetu Yesu Kristo mfalme, tunapenda tuyafanye yale ambayo moyo wake huo mtakatifu umetufundisha umeyafanya, sio tu kwa maneno bali umeyafanya kwa matendo, tukiongozwa zaidi na huo upendo wake. Ni moyo uliojaa huruma, moyo wa upendo wa pekee, upendo wa Mungu mwenyewe, ambaye umetukomboa sisi tuliokuwa dhambi, tuliokuwa wabaya, lakini bila kujali hilo, bwana wetu Yesu Kristo akiwa jinyenyekeza akatumwa na Mungu mwenyewe akakubali, Mungu Baba, akaja kutunganisha sisi tena, kuturudisha katika hayo ambayo Mungu anataka yawepo, uhusiano mzuri kati yetu sisi wanadamu na yeye Mungu mwenyewe. Na hilo Bwana wetu Yesu Kristo amelifanya kwa upendo wa pekee, wakuja kwanza, akamfunua huyo Mungu na huruma yake na upendo wake wa pekee, akamfunua kwetu sisi, akaonesha ukoje huo upendo. Kumbe huo moyo mtakatifu ambao tunauheshimu, na tunautukuza Mungu ambaye tunamheshimu na tunamwabudu kupitia katika huo moyo mtakatifu wa Yesu ni Mungu ambaye anatuita na sisi tuwe na fadhila kama alivyokuwa nazo huyo Bwana wetu Yesu Kristo za upendo wa pekee, huruma ya pekee, kutokuwa wabaguzi, kuwa na upendo utakaotuunganisha, kwa maneno mengine, umoja, kwa tayari kaa tukiwa pamoja sote, kuanzia kwenye familia, kwenye jumuia zetu, kwenye parokia yetu, kwenye vigango vyetu, huko tukawa kitu kimoja. Ndo hicho alikuwa nakitafuta Bwana wetu Yesu Kristo, ukirudisha kilichokuwa kimepotea. Watu wamesambaratika, basi kila mmoja najua ya kwake, au basi kama sio kila mmoja najua ya kwake, viko vikundi ambavyo vinapenda kutengana. Kristo anataka sote tuwe pamoja. Kwa sababu hiyo, katika ubatizo sote tunakuwa ndugu. Sisi tulioamini ambao tumebatizwa na watakaobatizwa, tunaitengeneza hiyo familia moja. Ni upendo wa pekee huo ambao Mungu wetu ametuonesha na akayafanya hayo kupitia kwa mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe na fadhila nyingine zote hizo, sifa anazozionesha yeye za uvumilivu wa moyo uliojaa upendo ni moyo wenye uvumilivu unaotuvumilia sisi, unatuita, unatuongoza, sio kwa haraka, lakini kwa uvumilivu wa pekee wa kutoa katika hayo ambayo yanakuwa ni magumu, hayo ambayo yanakuwa yametutenganisha pamoja na wenzetu, kama ni umoja huo ukapotea, yeye ye kwa huruma na kwa unyenyekevu na kwa uvumilivu anaurudisha huo umoja wetu kati yetu na kati ya Mungu kiasi na mengine mengi. Hizo ni fadhila ambazo zimejawa na huo upendo, lakini ni moyo mtakatifu huo wa Yesu ambao unayaleta hayo na kuyaonyesha kwetu, na sisi tunaalikwa sasa tuweze kuyafuata ndugu zangu tukiwa pamoja katika ziara hii ya kichungaji, napenda kumbe niwaalike tuweze kukua katika fadhila hizo, na ili tukue katika fadhila hizo, kuna haya ambayo yanakuwa na tuleta kuyafahamu hayo na kuyajua na kujua namna gani tunapaswa kuishi. Na kwanza ni hilo neno la Mungu ambalo tunalisikia kila siku, mkaja hapa kanisani mkaenda kwenye jumuiya ndogo ndogo, huko mkakutana kwenye vikundi mbalimbali huko, kwenye vyama hivyo vya kitubu, ambako neno la Mungu linasomwa. Hilo litatusaidia kuzifahamu ni fadhila zipi hizo, natukumbusha kila wakati fadhila alizokuwa nazo bwana wetu Yesu Kristo, na huo pia kwenye huo moyo wake mtakatifu, ambazo nasi tunapaswa kuwa nazo ili tuweze kweli kuwafuasi wafuasi ambao wanafuata hiyo hali ya Kristo mwenyewe na hayo ambayo yeye mwenyewe kayaonesha. Neno la Mungu jingine ni hizo sakramenti ambazo tunazipokea, tunaalikwa kila leo. Napokuja, ndapokuwa kwenye ziara zangu za kichungaji, ingine ambayo nalifanya sio kuzungumzia tu hayo ya kuimarika au kuwaimarisha watu katika imani, kwa vyote tunapoimarisha watu katika imani ni kualika awe sasa kuyafuata yale ambayo ndio msingi wa kutufanya sisi tuingie katika imani na tudumu katika imani. Hilo neno la Mungu, lakini kuna na sakramenti, kuna sakramenti hizo ambazo tumezipokea ambazo haturudii pokea, sakramenti hiyo ya ubatizo ndio hatuirudii tena, hiyo labda kwa hali ambayo ilikuwa sio ya uhakika, ndio naweza kufanya kitu hicho, lakini ukishaipokea umeipokea basi, kuna na sakramenti nyingine zote hizo zinazokuja ambazo zitatufanya sisi basi tuweze kupokea na kuingia katika maisha ya Kimungu, na kutaka kubaki katika hayo maisha ya Kimungu, maisha ya neema. Sakramenti zingine zinazokuja la komunio, za kipaimara, napoimarisha, wengine watapenda kwenda kwenye mito hiyo, iwe ya ndoa, iwe maisha ya kujiweka wakfu, kama ni waweka wakfu, watawa masista au mabradha au mapadre. Hizo ni sakramenti, zipo zinakuja ambazo zinakuja kutupakiza katika hiyo hali nzuri ya kubaki, kwamba sisi tunajitoa sasa kwa kujisadaka, ili Mwenyezi Mungu aweze kuonekana katika sisi na tuweze kumtumikia, naendelee kutumikia kuukomboa ulimwengu kupitia katika nguvu zetu sisi wenyewe. Hapo kuna sakramenti nyingine ambazo sasa zinajirudia, sakramenti ya Ekaristia ambayo ndio chimbuko na mwisho wa maisha yetu sisi waamini ambayo tunaalikwa tukaipokee, na ili uipokee inabidi katika hali nzuri. Kwa vyovyote, kume tunakumbushana vile vile kija kama leo hapa, pamoja na wachungaji, kila wakati wanawakumbusha kwamba tujiandae daima, tuwe katika hali yamena tuhusu kumpokea huyo Bwana wetu aliyebaki pamoja nasi katika maumbo hayo matakatifu, mkate na divai. Kume tunaalikwa twende tukajipatanisha na Mungu kwa sakramenti ya kitubio ambayo wa wachungaji wa wetu wanatoa nafasi hizo kwa waamini, ili waweze kujipatanisha wao kwa wao, kujipatanisha na Mungu. Lakini ojipatanisha na Mungu lazima jipatanisha na mwenzako, huyo ndugu yako, jirani yako, kama ulimtendea mabaya au kama ni ulimwengu vilivyoumbwa vyote umevitendea mambo ambayo si mazuri, unajipatanisha na ulimwengu vile vile huo na nyote ambayo yanakuwa kati yako au pamoja na wewe. Kumbe katika hali hiyo, basi tunakuwa sasa tayari tunazijenga hizo fadhila nzuri mno, tunayajenga hayo maisha kimungu, ya kimungu ambayo yanalenga sasa kutupeleka katika ufalme ambao hauna mwisho. Lakini ufalme ambayo wa lazima uanze kuonekana hapa, kama ni kupendana ni hapa kama ni kusaidiana, kumsaidia masikini ni hapa hapa. Kusubiri kwamba utakapoenda huko mbinguni ndio utaenda kuyafanya hapa? Hilo unalolifanya hapo, namwonyesha Mungu hapa, katika kuwapenda wenzako, katika kuwatumikia wenzako, katika kuwajali wenzako, tayari uko umeingia kwenye hatua hizo zinazokuingiza sasa katika uo ufalme wa Mungu ambao utakuja kukamilika utakapoingia sasa katika hali hiyo ya kubona Mungu kama alivyo. Kumbe yote hayo, hizo sakramenti na zenyewe kama vile neno la Mungu, alafu baadaye sasa, hayo matendo yako ambayo atakuwa anayatenda, ndio anakuja kutupeleka kwenye hayo ambayo ndio tunasema ni ya mwisho wa nyakati katika kutuunganisha sisi pamoja na Mungu. Ni mambo ambayo nasisitiza, ni mambo ambayo tunasisitiza si kama wachungaji, ni mambo ambayo kanisa zima linasisitiza, ili tubaki katika maisha hayo ambayo yanatupeleka katika umilele katika maisha ya milele ya sasa ya leo ndiyo kwa kumsikia kuisikia sauti ya Mungu kupitia katika kanisa, baadaye tukawa tayari sasa kuyaweka katika maisha yetu, tukawa tunajiandaa sasa, tukimfuata Kristu huyo mkombozi wetu, Kristu huyo aliye mfano, ambaye tulimtangaza mfano wa Mungu huu, anayetupeleka sasa huko ambako tutastahilishwa tufike, kama hayo ambayo nimeyasema, tutakuwa tumeyaweka katika maisha yetu ya kila siku, na namna hiyo Mungu kwa tayari kutupokea kwa sababu tunastahili thawabu yetu, tuliyafanya kama alivyotaka. Na sasa yeye anakuja tupatia kutuvika taji hilo ambalo tunastahili kulipata kwa sababu ya matendo yetu na kwa sababu ya matendo ambayo yameongozwa na yeye mwenyewe, sio kwa sababu tunastahili, kwa sababu neema yake ndiyo imetufanya hivi. Basi ndugu zangu na walikeni, tuweze kufuata kuifuata hiyo njia kiongozo na haya ambayo nimeyataja hapa, ambayo tukiyapata vizuri, basi tuna uhakika Mungu wetu kwa huruma yake, kwa upendo wake mkuu atatukaribisha na tuweze kuingia katika hayo maisha ya baadaye ambayo ni kwenye ufalme wake huo usio na mwisho, ufalme wa neema na ufalme wa heri. Tumsifu Yesu Kristo, amen.